Tukae na heshima kidogo kidogo mpaka tuongoje kama tumefika mahali inatakana. Hatuna jina, lakini mheshimiwa wajue leo atufungue kazi, sababu ni mmoja ako huko, hao wengine wawili hawakuenda na ndege, wako kwa hii eja tu inabaa, watavutwe hata wao wajibike. Tunaongojea tu mkubwa atuambie jinsi tutakavyofanya kazi tauni hii. Inabawa, atabute, ata ongoje, kubwa atuambie kasi, sababu sasa wao nauza mayai Banda watu wanachungua na dubisi haya na, na, na beja imeenda. Yeah, sasa tuone ni mheshimiwa ndio nilikuita kwa sababu wewe ndio tuchagua tusimamia hapa. Na asante sana kwa sababu tuko na wewe. Unaona, tukikuita unajua tunakutanga wakati tumevinywa. Kama jana tumevunja hiyo ni kitendo mbaya. Na ikiendelea hivyo hata mtu ya mboga, mtu ya, ya wapi atakua kinyang'anywa na lazima nai na haitaikani tafadhali. na ya ya ya ya Oh, niko kucha. Tunataka kujua, tunataka kujua hatima yetu ya kuishi hapa mwezinua ili tufanye kazi. Tunaongojana, tutazulia hapa hapa hapa, hatutoki leo mwezinua, tuko hapa. Asante hey. Bdzet ebumo jeni kidogo tafadhali. Ni sisi tuwe na uhuru wa kufanya kazi hapa bila kuzunguliwa yo ziweamaiyo. Sasa tumesema hivi ndio tunawaambia. Hebu sikilizeni kidogo. <coughs> Unajua huko hata hao atakuza ata ata ata kuongea. Sikiliza, hata atakwa kuongeresha hapa, hapana. <coughs> maoni ya nani? Maoni yake apa. Hapana, hapana, kusikia kidogo. Maoni yake ni mzuri vile Mokoroa anasema Aee, nilikuwa nataka kwa sababu watu wezi ingia sisi wote kwa ofisi. nilikuwa nataka watu wachaje tuende tuongeleshe hao. Hapana, tutawaambia pia wakute hapa. Waiteni hapa tuongee na wao. Unajua ni mzuri kwanza tuende tuwaeleze vile Mirigi anasema kwanza e. kidogo kidogo kidogo kid eh? ile changamoto muko nayo tukipiga kelele, atutazikizanazizaal ile changamoto muko nayo sio moja Pani ni hii ya kifo tu peke yake oh, oh, oh. Siku na mutu anaibiwa hii town tunataka yeah. Kueleza hawa hii yeah. Siku na wale wa mama ya mayai wananyang'anywa yeah. Siku na wakati wo uliibiwa unakumbuka yeah. sikusaidia hey. Unakumbuka hey. Siulipora kila kitu yako yote hata za mwili hata nguo ya mwili ya anajua vizuri so sio mara yangu ya kwanza na munajua ubaya ya town. Unajua kuzaliwa town kumetuma hata hiyo tutaandika hiyo yote kwa yeah, sababu chama namewai kuniambia hiyo chama ni aoka, si nimesahau jina lake. Hata kuna wakati askari ya kanjo amepiga mama yetu mmoja huko kwa sokoni, mimi nilikuweko. So tafadhali, ngoja tufuate vile sheria inasema, tuone county commissioner, tuone county commander. Huyo mtu ameua mwenzetu Tuwaongoje, watakuja ake. Tutulieni hapa kidogo, tuwaongoje wakuje. Mtu mmoja watakuja hapa mpaka atuongelee sisi. Unajua huko sheria ya nyinyi wote ni mpaka mtaingia watu kumi akhtutakao tutoki hapa.